Naitwa Godi Sebastian Kisinda. Poleni kwa matokeo mchezo leo, tunashukuru uh, ndo mpira mpira, tumefanya mistake zetu, wamezitumia. Pia wamefanya mistake tumezitumia nafasi, ila tumetengeneza nafasi nyingi sana kuanzia kipindi cha kwanza yani, game nzima kwa kiujumla, tulikuwa tumeshika toka kipindi cha kwanza tunaanza tumerudia, afu ya pichi ya pili hivyo hivyo tumeshika game, lakini mwisho wa siku tumepata nafasi nyingi, tumeshindwa sisi kuzitumia mbona, wenzetu wamepata nafasi mbili tu, wamefika mara mbili kwetu, wametumia nafasi zao kwao, nadhani yani kwetu sisi inatuuma, lakini ndio mpira mpira, pira una matokeo matatu: kufungwa, kushinda na kusale. Mbona tumefika kwenye matuta hivyo, yeah. haikuwa ya kwetu kwa kiasi. Kapteni, inaonekana sehemu yenu kama wachezaji wamegharimu timu kwa leo, makosa mawili ya goalkeeper, lakini pia kwenye mikwaju ya penalti, changamoto ya mchezaji mzoefu na mkongwe zaidi kwenye timu ya Dilibua amewagharimu na amewaondosha kwenye mashindano. Nyinyi kama wachezaji mnajisikiaje na mna maneno pengine ya kuambiana ili angalau msiondoke na hali mbaya zaidi uwanjani? Uh, sisi kwetu kama timu ya Spana. Hmm. Tunashukuru kwa toka mwanzo tumeanza ma mashindano vizuri, viongozi wameandaa vizuri mashindano. Mashindano ni mazuri, mashindano na upinzani mkubwa. Sisi toka tumeanza mechi ya kwanza hatukuwa na mechi rahisi hata moja, tumepambana, tumepambana mpaka tulipofikia yani. Mwenyezi Mungu alitupangia hiki tulichokipata, kwa hiyo kitu cha msingi tutajiandaa na mashindano yanayofuata. Hatuwezi kukata tamaa. Na yule mchezaji kakosa penati, vile vitu vya kawaida vinatokea sehemu yote. Hatuwezi kumlaumu. Basi Mwenyezi Mungu ndo amepanga. Timu yenu ilikuwa inaunganisha kundi kubwa sana la mashabiki na bahati nzuri leo umeona hapa. Yeah. Uh, wanawezekana wanaondoka hapa wakiwa wamevunjika moyo. Wewe kama kapteni, neno lako la kuwafariji wale mashabiki mara baada ya timu yenu kuondoshwa kwenye mashindano. Cha kwanza mimi mwenyewe pia kama kapteni wa timu ya Spana, timu haina muda mrefu sana kwenye mashindano lakini imefanya vizuri kwa kiasi chake. Sisi tunawashukuru mashabiki, wametusupport toka mwanzo hadi hapa tulipofikia. Kitu kikubwa tunachowaomba wasikate tamaa, waendelee kuwa na umoja. Mabosi wa timu, mashabiki kiujumla, wasikate tamaa hapa walipoishia. Hiyo ni chachu ya kwanza kuendelea na kuendelea na vitu vingine vya msingi kimpira. Kila la heri na pole sana. Nashukuru nanyi pia.